Serikali ya kaunti ya Mombasa imezindua mpango mpya wa kukabiliana na tatizo la takataka. Mpango huo unahusisha magari ya takataka na vijana zaidi ya 500 watakaozoa taka katika makazi na kuzisafisha ama kuzisafirisha hadi katika vituo vya taka kabla ya kupelekwa katika jalala la Mwakirunge. Tumeweza kukaa pamoja na mawaziri tukapitisha huo mradi tahakikisha mradi utaweza kufanya Mombasa iwe na nidhamu, ambayo department yangu ni kitu ambayo yapigania sana nidhamu kwa takataka, nidhamu kwa majitaka, kwa sababu shida ya sewage pia imekuwa ni shida kubwa. Hii itaweza kuileta Mombasa irudi hadhi yake ile ya zamani, iwe ni mahali ambako si watalii tu, mpaka wawekezaji wataweza kumiminika Mombasa waweze kuwekeza. Itakuwa Mombasa ambayo si mbeleni ije ije ijifunge watu waweze kuishi. Itakuwa habitable county ambao watu wataweza kuishi kwa raha na raha starehe. Baada ya miezi mitatu sasa, tutakwenda full blast, na katika hii miezi mitatu tumeajiri vijana takriban mia tano katika Mombasa nzima. Vijana hawa watakuwa wana kuna tuktuks katika eno trial period tutaanza na tuktuks 41. Vijana watakuja kule mtaani Mombasa nzima kuchukua takataka takataka, taka zitachukuliwa majumbani, zikitoka majumbani zitakuja katika hizi transfer center kama hapa Island Mvita au transfer center ni hapa yard, hapa kuna MRF ambao utakuwa zinakuja hapa, alafu tutakuwa na zile gari zetu compactors, tutapeleka kule mwakirunge. Miongoni mwa wanafunzi